Namba 27 Mambo ni mazuri, mambo ni mazuri kabisa. Bado niko na mkali wangu ukweli kabisa, namuita baba Akram, mkali wa kuuza external pamoja na hard disk za ukweli. Wanamwita baba Akram Technology ni Move Farm Bank Kilimanjaro. Huyo mkali wangu ukwee, wala iliusikutie tabu, agiza mzigo kwake leo. Ni full computer set za ukweli, Flat screen za kufa mtu, OG za ukweli kabisa, zile monitor poa kabisa kwa bei poa, laptop, laptop kwa bei poa hizo tablet ndio usipime. Kebo zote za kompyuta, flat screen, sijui kwenye deki, DVD zote zipo kwa bei poa. Ni muuzaji wa DVD mt sleeves, kadrida, memory card, flash disk kwa bei poa sana. Anapatikana katika viunga vyote vya Mo Town, Kilimanjaro. E bwana, mpigie namba za simu kwa ajili ya kupata mizigo safi kabisa. Kama kuna shule, makanisa, vyuo basi unaweza kuagiza mzigo wako, bidhaa kwa kutosha. Mzigo umemwagwa, anakuambia amerudi tena upya. Aa, anaitwa Babakam, wala hakuna mwingine jamaa. Mtu wa Mungu huyo hapa ni bingwa wa bidhaa zote ambazo unaziona wewe. Unasubiri nini? Karibu sana. Yuko Njoro Pepsi Majengo kwa Mtei Njoro Sokoni matindi gani Bonite Shabaha yuko kila mahali kwenye viungo vyote vya vi motani Kilimanjaro. Unaweza kumcheki pia kwenye mitandao ya kijamii andika Babaka, basi utakuwa umempata namba zake za simu. Eh bwana, ziko hapa, mtafute ubingwa, mwambie na mwenzako kwamba mjomba amerudi, mzigo umemwagwa. Mjomba twende, sawa Checho, piga namba za simu ambazo unaziona hapa, basi utakuwa umeshafika kwa Babaka. Mambo ni ente, mambo ni moto fire. Karibu sana, balaa ni balaa.